Unahitaji kuongeza utokaji wa maziwa, pendelea kutumia papai la kijani, yani lile ambalo halijawiva, kwa sababu litapelekea ongezeko la homoni na anaitwa oksitosin, ambapo atapelekea maziwa ya kutoka ya kutosha. Kumbuka ya kuwa oksitosin hazalishi maziwa, ila anapelekea maziwa yawe yanatoka ya kutosha kipindi mtoto ananyonya. Kama huna oksitosin wa kutosha, unaweza kuwa na maziwa lakini yasitoke itakikanavyo. Sasa unamkuta wanaume tunafeli sana na tunashindwa kujiengeza kwenye kipindi hicho. Unajua ni kwa sababu gani? Mama akiwa na wasiwasi na msongo wa mawazo unapelekea huyo oksitosi na sizalishwa wa kutosha, hivyo kama hazalishwi wa kutosha, na maziwa pia yatakuwa hayatoki ya kutosha. Sasa unamkuta baba mkewe katoka kujifungua tu, basi yeye ndo anaenda kuoa mke wa pili, au wengine wake zao wana mimba, wao ndo wanaenda kuoa mke wa pili au unamwacha kipindi hicho au unamchiti na kumuonesha zarau wazi wazi kwenye kipindi hicho. Je, unatarajia nini hapa? Wanaume wenzangu, msinielewe vibaya, sikatazi watu kuoa wake wengi, maana mimi mwenyewe napenda wake wengi. Sisi wanaume tumewekwa kuwa viongozi kwa sababu ya utumizi wetu wa akili kuliko hisia, hivyo hisia zisiongozi akili yako. Oa mke mwengine, ila angalia kipindi gani unaoa na upo kwenye mazingira gani. Tuandikia kwenye komenti vitu gani vingine wanaume huwa wanavifanya kwa wake zao kwenye vipindi hivyo viwili, yani cha ujauzito na baada ya kujifungua, ambapo vinapelekea madhara kwa wake zao ya kimwili na kiakili. Usisahau kusubscribe na kushare kwa wanandoa unaowajua ili wapate kujifunza zaidi.